Ni bwana mtazamaji wa Nditi Online TV, tazama hii hapa, ulikuwa uifahamu, hapa ya muhimu sana, lazima uifahamu. E, inahusiana na masuala mazima ya ya, ya kitu kinachoitwa film ambazo zimechezwa ki eh, yaani ki Biblia, yaani filamu ambazo zimechukua zimichu, eh, zimechu, story zake za kwenye Biblia. E, zipi bora? E, kamate hizi hapa ambazo ulikuwa ujui kama hizi ndio filamu bora za kutafuta ambazo zimetolewa kwenye Biblia, ni story zake ziko kwenye Bible. Kwa hiyo jamaa wakazichukua wakatengeneza ile movie. Hizo movie hizo, top 10 filamu bora kabisa, ziko sio top 10, zipo nitakutajia baadhi ambazo zipo hapa e, ambazo mimi nazifahamu na nimeshaje kuziona. Kwa hiyo hizi eh, wewe zitafute mwanangu, afikisha zitafuta, utakumbuka kwamba eh, ni film bora kabisa e, ambazo zimetengenezwa eh, katika e, katika eh, stori za Kibiblia like iko e, filamu inaitwa Moses and Aaron yani Musa na Haruni. Itafute movie eh, director ni Daniel Hewlett na Jean Marie Straub. Itafute movie ya mwaka tano, Aaron, ita sana, uone, Straub, film, ya mwaka 1975 dude ile hapo Moses and loapomsesa ta enjoy sana uone bala Daniel Hewlett na Jean Marie Straub, hao ndio waliongoza hiyo filamu ya mwaka 1975 95 lakini mezingizwa na Wafaransa. Hii unaona nona e, awa ni Wafaransa, huyo Jean i faransa ni Mfaransa Faransa, walitisha sana eneo hilo, hilo movie ya Moses and Aaron, mate, the apostle yani matendo ya mitume ya mwaka 1969, eh, mwaka eh, Roberto Roberto Rossellini, Roberto Rossellini bwana. Eh, matendo ya mitume the the act for the apostle, itafute hiyo lakini una movie to the gospel according to Saint Matthew eh, yani injili kwa mujibu wa mtakatifu Mathayo, ya mwaka ya mwaka 1964 eh, lakini ukiangalia hii movie inamhusu eh, Yesu. Eh, Yesu nikisema Yesu inaeleweka eh, ni jamaa aliza movie ilimhusu zaidi Yesu, ni ya mwaka Yani, Agano Jipya hii movie, imetoka na Pier Paolo Pasolini muitaliano yo jamaa kaza movie ile hapo. Pier Paolo Pasolini huyu jamani muitaliano na director wa ile movie, lakini tafuta ile movie ta Baraba, ya mwaka 1961 ukiangalia ilipiga ya, ya, ya, ya Bwana Fleischer. Huyo director akafanya vizuri sana movie ya Baraba. Nyingine Mjerumani yani, eh, eh, eh, eh, no, eh, eh, Solomon and Sheba yani Selemani na Sheba ile malkia wa Sheba ile yeah. Hiyo movie ya mwaka 1959. Eh, director wake kini direkta movie hapo, King Vidor. Hiyo movie bwana, bonge la dude hiyo movie ni nzuri, imefanya vizuri sana, lakini ukiangalia m eh, ni movie nzuri ambayo imefanya vizuri na watu wengi wanaipenda, lakini eh, watu wengi eh, hawajajua bado kuna movie kama namna hiyo ya elfu moja mia tisa hamsini na tisa Solomon and Sheba. movie nyingine ilifanya vizuri ni the 10 Commandments. Bana mimi na appreciate sana ya mwaka elfu moja mia tisa hamsini na sita. Ngoma ichuji ya, alafu ukiangalia film mpya ngoma bado kabisa na Musa Musa, au Moses Moshe, na Cecil B. DeMille ndio kataza hiyo filamu jamani, ni, ni, ni wale wa Italiano wale walinda hiyo kitu hiyo Cecil B. DeMille ngoma lifanya vizuri sana movie ya kibiblia e, Ten Commandment, The Ten Commandment ya mwaka 1956. Itafuta movie ya the David and Bathsheba, David and Bathsheba. Hiyo movie ya David and Bathsheba ukiangalia ni ya mwaka 1951, Henry King ndo kaiongoza hiyo apo, Henry King, lakini ni Waingereza. David and Bathsheba, bonge la dude, director ni Henry King. Yeah, duli la mwaka 1951 imekaa vizuri sana, itafute hiyo hapo alafu na Lot in Sodom, Lot in Sodom yaani Luti ndani ya Sodoma, eh director anakuwa nani pale? Hiyo kiangalia bwana, director anakuwa ni James Sibley, eh James Sibley Watson na Melville Weber hiyo movie hiyo, yeah, ya mwaka 1933 duli la zamani sana hilo 1933 ndio movie inatengenezwa hiyo hapo. Kwa hiyo tafute hiyo hapo uone mabalaya yaliyokuumu. Ee bwana, majina yangu ni Silas Faustin Nditi.